Kwa sababu tunaamini wakiwapo viongozi wanawake, kutakuwa na hatua mahususi katika kuongeza kipato na maendeleo ya mwanamke. Hivyo basi, sisi muunganiko wa asasi za kiraia tunawahakikishia kuwa tunakwenda kutimiza wajibu wetu wa kikatiba wa kupiga kura na kadhalika, kuhimiza wanawake kwenda kushiriki katika mchakato wa kikatiba wa kupiga kura, ili tunapokwenda kuwachagua viongozi wetu basi tuwatwike mzigo wa mambo ya msingi yanayowahusu wanawake. Viongozi hawa tutakaowachagua, tunaamini kwa baada ya mchakato huo tutawatwika madai yetu ya kimaendeleo yanayowahusu wanawake, watoto, wanawake vijana na watu wenye ulemavu na ajenda nyinginezo za mrengo wa jinsia.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 Sakia Musa Debwa kutoka Sau, Chuma Juma Abdallah na Devota Minja kutoka Chauma. Hii ni hatua kubwa ya kidemokrasia kwa Tanzania na kwa ajenda ya ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi. Tunapokaribia uchaguzi mkuu, tunapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mwanamke kiongozi anaposhika madaraka, asihukumiwe kwa jinsia yake,